Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo wakaungana na familia ya marehemu katika kuomboleza kifo hicho kwa kuahirisha kampeni zake visiwani humo zilizokuwa zifanyike leo. Kwa kuzingatia utu, mshikamano na heshima za binadamu, chama cha ACT Wazalendo kimeamua kusitisha shughuli za kisiasa katika eneo hilo ili kutoa nafasi kwa familia, ndugu, marafiki na jamaa na wananchi wote kushiriki katika mazishi na kumzika marehemu kwa heshima na stahiki. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa Chama cha Mapinduzi Rais Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kwa kuomba hadhara waliojitokeza katika kampeni zake Lindi kuchukua dakika moja kumwombea marehemu Abbas Leo tumepata taarifa si ya kupendeza. Kule Zanzibar, rais wa Zanzibar ameondokewa na mdogo wake, lakini mdogo wake huyu alikuwa ni mgombea ubunge jimbo la Fuoni, lakini Mungu amemhitaji na ametangulia mbele ya haki. Kwa niombe kwa imani zetu kwa dakika moja, nasi tumwombee na <clears throat> Mwenyezi Mungu aelaze roho yake pahali pema peponi, Amin. Kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 sehemu ya pili ya kufariki kwa mgombea kifungu cha 71 fasili ya kwanza, endapo baada ya saa kumi kamili alasiri ya siku ya uteuzi na kabla ya kufunga kupiga kura kwenye uchaguzi mgombea katika jimbo ama kata atafariki, msimamizi wa uchaguzi baada ya kujiridhisha na taarifa ya kifo atasitisha uchaguzi katika jimbo au kata. Fasihi ya pili ya kifungu hicho inasema, ikitokea msimamizi wa uchaguzi amesitisha uchaguzi kwa mujibu wa masharti ya fasihi ya kifungu kidogo cha kwanza, tume, kwa notisi itakayochapishwa katika gazeti la serikali, itapanga siku nyingine mwafaka, si zaidi ya siku thelathini baada ya kusitishwa huko, kwa ajili ya uteuzi wa wagombea wa uchaguzi katika jimbo au kata, na taratibu za uchaguzi katika jimbo au kata hiyo zitaanza upya isipokuwa kwamba uteuzi mpya hautafanyika kuhusiana na mgombea mwingine yeyote aliyeteuliwa kihalali katika uteuzi uliopita na kila mgombea atachukuliwa kuwa ameteuliwa kihalali isipokuwa kama atatoa taarifa ya kujitoa. Abbas Ali Mwinyi ni rubani na amekuwa mbunge wa Fuoni na mgombea ubunge wa jimbo hilo kwa mara nyingine amekutwa na umauti akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya mkoa mjini Magharibi, Lumumba Zanzibar. Ivona naaka mtu, Azam News.